Lakini pia na kuziombea nchi zetu na watawala wetu, Allah awahifadhi dhidi ya maadui. Usilichukulie suala hili kibinafsi, wakati wenzenu hawachukulii kibinafsi, wanawajenga watu wao katika mazingira haya. Mi sitaki kueleza kwa ndani, lakini nyinyi mwafuatilia mitandao ya kijamii na maneno yanayozungumzwa. Ni chuki za udini, hakuna kitu kingine. Ni udini, Ukristo ndio uliotawala sasa wee, ndugu yako Muislamu ashambuliwa kwa sababu ya Uislamu wake. Wewe wacheke, wafurahi. wewe wasaidia hata kama kweli hakukusaidia wewe, hakukufanyia hiki hakukufanyia kile kufanyia kile, lakini vita inamwelekea ni dini kwa sababu ya dini yake, mnusuru hata kama asipokulipa shilingi kumi, wewe mnusuru kwa sababu ya dini yake. basi umeshindwa hata kuomba dua. Wao wanaweza kuwafikiana katika kuupiga Uislamu vita na Waislamu kwa ujumla, alafu wakawafanya na nyinyi pia mshabikia katika jambo hilo. Wanaweza kufanya hivyo? Nchi ngapi za Kiislamu wamezitia moto kwa dhuluma na uadui? Ghaza imepigwa ikashambuliwa, ikavunjwa yote. Waislamu wangapi wamechukulia kwamba lile ni jukumu lao kwenye Ghaza? Ukiangalia Waislamu wengi kuwasikiliza utawasikia wakilaumu nchi za Kiarabu, nchi za Kiarabu wanafiki, wameshindwa kuungana kumpiga mpande. Wewe umefanya juhudi gani wewe? Sasa hata ulisimama usiku katika dua zako, ya Rabbi wanusuru ndugu zetu eko Ghaza, uliomba dua? Mchango wako wewe nini katika jambo lile? Huna mchango wote, wewe ni story tu. Yule kashindwa, wewe umeweza nini? Kwa hiyo tunakwepa yale majukumu magi na mashughuli yafanya, sisi hatumo kwenye mambo yanayotuhusu sisi kwa sababu ya ubinafsi wetu. Ndugu zangu katika imani, tutakwenda kuulizwa mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala kuhusu hii dini. Tuondoshe ubinafsi wetu katika mambo yanayohusu dini. Yoyote anataka kuigusa dini yetu, awe atumia siasa, awe atumie mambo mengine yasiyokuwa siasa na taratibu nyingine, tumia mila atumia umiji, njia yoyote ukaitumia kwa ajili ya kutaka kuutweza Uislamu wetu sisi, tusikubali kabisa. Lakini ujue kwamba maadui wa Allah subhanahu wa ta'ala hawawezi kusalitiwa juu yetu, isipokuwa sisi tutakapoacha dini yetu. Katika aya 11 ya sura al-Ra'd, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, hakika Allah hataibadilisha neema iliyowafikia watu iliyopo kwa watu mpaka watu wao wenyewe wabadilike. wa idha wa wa arada Allahu biqaumin su'a fala maradda lah, na Allah akitaka adhabu kwa kaumu yoyote hakuna wa kuirudisha. Kwa hiyo ukiona kuna kasoro imejitokeza kwetu na dhafu imeingia, kukusilaumu tu ujue udhaifu umeanzia kwangu na kwako na kwa yule. Tujirekebisheni ndugu zangu katika imani, turudi katika mstari wa sawasawa.